Baadhi ya watu waliowahi kuwa na ukaribu na Justin Bieber wameeleza wasiwasi wao juu ya hali ya mwimbaji huyo. Chanzo kimoja kimeliambia jarida la People, kwa sasa anakabiliwa na changamoto nyingi za kiakili na kihisia. Chanzo hicho kilieleza, ameanza kufanya maamuzi mabaya ambayo yanazidi kuathiri uhusiano wake wa kirafiki, hali yake ya kifedha na hata masuala ya kibiashara. Chanzo hicho kimeongeza kuwa watu walio karibu naye wanahofu juu ya hali yake Miongoni mwa mambo yanayochangia msongo huo ni kesi na mkabili Sean Diddy Combs ambaye Justin Bieber aliwekwa na ukaribu naye katika miaka elfu mbili na kumi, pamoja na uhusiano wake ulioharibika na meneja wake wa zamani Scooter Braun ambaye alitangaza kustafu kufanya kazi na yeye mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Aidha, Justin Bieber alitangaza hadharani kujiondoa kabisa kwenye kampuni yake ya mavazi ya Drew House kupitia chapisho lake la Instagram kwenye Insta Story ambalo liliachiwa April 10, ambapo aliandika mimi Justin Bieber, sihusiki tena na chapa hii Drew House, hainiwakilishi mimi, familia yangu wala maisha yangu. Kama unaniheshimu mimi kama binadamu, usipoteza fedha zako kwa Drew House. Kwa sasa, tuzo, za yake, ya mavazi, twayo, hii, wa sasa mshindi wa tuzo mbili za Grammy yuko mbioni kuzindua chapa yake ya mavazi itwayo Sky Lake. Taarifa hii imeibuka siku chache tu baada ya mmoja wa watu waliowahi kuwa sehemu ya timu yake kuliambia The Hollywood Reporter kwamba Justin Bieber mwenye umri wa miaka 31 amepotea. Kumwona akiuka namna hii ni kama kushuhudia mtu anaishi maisha yasiyoakisi kusudi lake halisi, alisema mjumbe huyo wa zamani wa timu yake katika makala yaliyochapishwa April 16. Amechanganyikiwa, hana mtu anayemlinda kwa sababu hakuna mtu anayemwambia hapana. Ukimkosoa unaondolewa vyanzo vya The Hollywood Reporter pia vilidai kuwa Justin Bieber alibaki na deni la mamilioni ya dola kufuatia kufutwa kwa ziara yake yane tua ya kimuziki ya Justice Tour ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Hata hivyo, msemaji wa Bieber amepinga vikali madai yao kwa People akisema, huu ni uzushi tu, yani hizi ni clickbait unaotegemea vyanzo wasiojulikana na wanaonekana kukosa taarifa sahihi na waliojaa chuki, kwa sababu hawahusiki tena na kazi za Justin Bieber.